wa Kuna Nini News tuna kuomba ndamani nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Kile ambacho tumekuandalia kwa ni kwamba hapa tunaenda kuletea sababu zinazopelekea hadi sasa wazalendo hawajaingia katika mji wa Bukavu na kuudhibiti wote kama vile ipaswavyo na askari hata mmoja au mpiganaji hata mmoja wa M23 RDF jeshi la Rwanda asiweze kuonekana. Sababu ni zipi? Na kuomba uandamane nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Lakini wewe ambao bado hujasubscribe, tafadhali na kuomba usikose kusubscribe yaani kujiabone, usikose ku like, kuacha comment yako, usikose kutuandikia mahali unakotufuata, na kwa mwisho usikose kushare yaani kupartagea kwa wengine, ndugu jamaa na marafiki, haswa wote wanaopatikana kwenye simu yako. Utakuwa umetua mchango mkubwa kwetu na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Basi bila kuenda mbali, na kuomba uwe makini kusikiliza ujumbe huu wa wazalendo wakitoa wa sababu ambazo zinapelekea kufikia sasa hawaja hudhibiti vilivyo mji mkuu wa mkoa wa Kivu Kusini mji wa Bukavu. Na wengi kujipa masuala mengi, kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Nenda ukapate jibu kupitia ujumbe huu wa wazalendo. karibu kilometri mbili hapa na Nyangezi. Sasa hii eneo yote tumeidhibiti kwa njia hapa paka Kamanyola paka Nyangezi yote, na nimezunguka Nyangezi yote. Najua wazee kama mmepata habari mingi sana, na mingi mmedanganywa. Watu ambao wako mukazi, ni sawa vile hamupate jisi ya kuwafika hako. Sababu kila mtu anakuya mungambo yake na naeleza kwa nasikia tunafanya maoperasio de police kwa hii hali hapa niisha fanya operation saba na ile operation saba kama aduya ya pasulaka hii njia kwa kuweza kufika Uvira ni sababu, nimemfungia hapa na hapa. Nikitoka tu mjue kama Uvira inakamatika na aduya anaendelea kupata njia. Tumesaidiana na magroup arme za kutosha kama vile SNPCC na Kirikicho. Na ma grupe arme za Bakirikicho shukuru, shukuru kifuafua. Kifuafua bale bote tumeshirikiana na barele itongwa, sie bote ya kolaboration na sinergi, tunatumika na sinergi. Sasa wakati tunatumika, eh, tunajua kama sisi tumepungukiwa zaidi kukosa vitu vinaitiwa vifaa, vifaa njio, na tukomplike sana lakini kama sasa tulishakuwa deja mubukavu. Eh, tuko na probleme ya communication. De tuko na probleme ya materiele ya vita trois, tuko na probleme ya risasi finansi. Finansi, na Na probleme ingine ku niveau ya finance. Unajua kama kupata racio ya kukulisha majeshi zote haiko blag, nawaza hapa kwenye tuko niliweza kusabia basoda benye viko angaje mwahi front tuko mwa plus de 6000 benye tuko angaje mwifo, na wakati tuko angaje mwifo plus de 6000 person, vrema kupata chakula ya kula ni shida, ni shida. Na wakati tunatumika sababu adui ameingia ile inchi yetu, na sisi hatuwezi kuiacha kama watoto wa inchi. Tuko majeshi ambao tumejitoa kwa kuweza kusaidia inchi yetu. Gouvernement tusaidie, tusaidie, msione sawa vile mzaa sababu sisi tukishindwa hapa na Kinshasa watawakuta. Sasa msifunge mikono Kinshasa, muwazi aseme kama sababu tumetia kaka amani kidogo mwahii eneo yenyewe tunakamata, yani tumemaliza. Njoo kuanja, njoo kuanja sasa, mutie mabateria march, tusaidieni huku, tuko na maeneo mingi yenye meme avion petit porteur teza shuka, na ile petit porteur kushuka na mtatuletea vitu ambavyo tutafanya navyo kazi. Fikisha hii habari kwa Excellence Chef de l'Etat. Ayue kama vraiment tuko hapa, tuko tunapigana sababu ya nchi yetu. Hatupigane juu yake hapana. Tunapigana sababu ya nchi yetu. Sababu hii nchi kienda, tutashindwa hata kwenye tutaweza kutia ligoti. Na ndio maana tumepigania zaidi. Vraiment msikie hii hali yetu, tuko tunalia shi sawa vile wazalendo muelewe kama tuko na probleme yenye ko ti okau amubikamate au serie vraiment, sijue kama tutabutire kunini. Hii message muifikishe kwa ndugu wote wapatriote wakongomani wote ambao wako na susia hii inchi. Merci beaucoup. Okay. Mtazamaji mm, pia msikilizaji wa Kuna Nini News mwenyewe umejisikilia na kufahamu nini kabisa ambacho kinapelekea kufikia sasa wazalendo hawadhibiti kikamilifu au asilimia kama inavyotakiwa mji wa Bukavu, maskani ya mkoa wa Kivu ya Kusini, licha ya juhudi walizonazo, licha ya nguvu walizonazo, licha ya mikakati walionayo, licha ya shahuku walionayo, changamoto walizonazo na ambazo wanaweka ardhi na taifa mbele, wanakubali kuchapa kazi kwa nguvu walizo nazo, bila kupata msaada unaotakiwa na unaohitajika kutoka kwa serikali kuu, na wakatoa wa ujumbe wa viongozi husika, haswa kwa rais wa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo, kwamba wao wanapigania taifa, wala hawapiganie mtu binafsi. Fumbo fumbulia mjinga, mwerevu hutambua. Aliye na masikio ya kusikia amesikia. Na ni kufikia hapo sina cha ziada. Ombi langu mimi ni kauli mbio, inayosema wewe ambao bado hujasubscribe, yaani kujiabone, tafadhali usikose kujiabone. Wewe ambao bado hujalike, ni muda wako wa kulike. Usikose kuacha komenti yako kutufahamisha mahali ulipo, na kwa mwisho kushare, yani kupartage kwa wengine, ndugu jamaa na marafiki, haswa wote wanaopatikana kwenye simu yako. Tafadhali usikose kupartage. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Basi acha niondoke, Shukuru wewe kwa muda wako uliokubali kuandamana nasi na tangu mwanzo hadi mwisho, hadi tutakapokutana tena hewani. Anasema asante kwa uaminifu wako kwa chano letu hihi Kuna Nini news.